Asalamu alaykum wa alaykumu salam wa rahmatullahi wa barakatuh. wa habari za kazia kabisa, tafadhali wakumbushe majina yako, maana ni mda mrefu. Mimi kwa jina langu kamili ninaitwa Zahrani Nassoro Salum, mzee wa Simba lialia. mm -hmm. Ninarudia tena ninaitwa Zahrani Nassoro Salum, mzee wa Simba lialia, Afrika nzima nanitambua. Sawa kwa na, kwamba kwanza ninamshukuru Mwenyezimungu mwingi wa rehma kutoka kazini kwangu nimetoka mapema tu nimekuja hapa na nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ITV inanijali. Kwa ITV Mwenyezi Mungu awajalie salama salimini nyote na viongozi so, wa hapa mfanye kazi kwa elewano na mwelewane vizuri yeah, na umekuja kipindi kizuri na kigumu pia, maana Simba tayari eh, begi zito shakula mbili kumoroko. Uh, nashukuru kwamba tumekula mbili kwa zero Moroko, lakini Waswahili wanasemaje? Mtu kwao unafahamu, mtu kwao na alafu wale na vituko vya kila aina na hakuna asiyejua. Angalia mafataki, angalia pitch, tochi tochi zile, yani hawana heshima na ule mchezo sasa. Hapa sisi tunastaarabu, tutaka tuwafanyia kitu ambacho kwa watu kisahau kitu gani? Sasa maana nyie wenyewe pia si, tunasikia taarifa za uh, upande wa pili huo, mambo yale, mambo mengine asionekana mchana, hakuna unafiki. Wajua mnafiki popote pale alipo lazima aonyeshe kidole chake. Wanafiki wako wengi sana, ushanifahamu. Hawa wanaongea ongea na hawapendelei Tanzania iendelee vizuri, na hawapendelei ye klabu ya Simba iendelee vizuri sawa. So, lakini aibu yao, kashifa yao Watahudhunika, watainamishwa vichwa. Mimi nawaambia kabisa kabisa, naambia mtainamishwa kwenye mashimo vichwa vyenu kwenye mashimo, mashimo ya choo, kwa sababu eh, kwa aibu itakao kwa wapata kwamba Simba tayari kashakabidhiwa kombe. Wao hawana pa kuelekea sura zao, hawana pa kufanya, wataziweka wapi? Walio wakiataka hayakuwa, mimi nawaambia Watanzania wote Watanzania wote kwamba tusherekee na tungojee simba wafanya kazi yao, na ubingwa utapatikana kwa ufalme wa Mungu. Lakini tayari mmeshakula mbili, unavyozungumza ni kama mechi bila bila, sawa mechi yenyewe ni amani, sio kwa mkao. Ni vizuri hivi, ndio walivyotaka wao, kama walivyotaka wao, sisi twende amani, kutokana kwamba, kwanza wamewanyima mapato simba, hilo wakae kielewa, imekosa mapato tena makubwa sana, ushanifahamu makubwa sana yaani, kwa sababu wewe mimi ninalima shamba langu pale, alafu nalitilia ng'ombe mimi, waje wale mimi nifaidike nini? si hasara? Eh, hey, lakini kwa Zanzibar, kwa Zanzibar uwanja ardhi ile Mungu ni yule yule, shughuli itafanyika iwe siwe, na sima kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa Mwenyezi Mungu huwezi kumshirikisha katika mambo ya nini, naona lakini ushindi upo. Nasema Wazanzibari, Watanzania bara wote, wazee wa klabu ya Simba, sisi wengine dua zetu tu, dua zetu tu, wakubwa kwa wadogo. umeota chochote au umechungulia matokeo ya simba mabani? Hakuna cha kuchungulia, mimi ni kumwomba Mungu tu, nakaa saa nane ya usiku kaza kumwomba Mwenyezi Mungu kama alivyosema msemaji wetu kwamba awe mke awe mume, dua na dua ndio inayopokelewa leo ya halali inapokelewa Sawa, so, sisi kazi yetu ni dua tu, na mimi nawaambia kwamba popote pale walipo mashabiki wanachama tulioko Dar es Salaam au nje ya Tanzania hii, wananisikiliza na watanisikiliza sana tu, ni kuomba dua, Mungu atusaidie. Unawaambiaje viongozi wa Simba ambao wako Zanzibar wakiongoza timu kuelekea mchezo huu? Ehe, hapo hapo mimi nashukuru kwamba viongozi wa Simba wanielewe ninachokizungumza na ninawahitaji na sana wanitafute kwa udi na uvumba, alafu na nini la kuweza kuambia kwa sababu sisi huku nje hawatuthamini. Tukiwa huku nje hawatuthamini, lakini sisi tunawathamini wao na tunathamini timu, na waambia wafanye kila aina inavyowezekana, iwe jua iwe mvua, awe kondo awe mbuzi ng'ombe, ushindi upatikane, wakae kwa manajmenti moja tu kwamba kinachotakikana pale ushindi oh, upatikane. kilio chako kile walikisikia, natumani wamekisikia, kwa sababu Afrika nzima kimefanyika, kina kimeendelea. Sawa, sasa hivi Simba ra kulia tena. Ah, kulia, unaweza ukalia hapo kama utalikosa kombe, kwa sababu elfu moja mia tisa na tisini na tatu Mwinyi anatoa kombe, marehemu, Mungu amrehemu, sawa, anatoa kombe Mwinyi, analia, anawapa Wakongo, eh, Abijani, Stella Abijani sasa Ivory Coast ile naona anawapa kombe uwanja wa bibi, kwa sababu ulikuwa tunaingia sisi pale, kama ni mechi ya Simba mechi ya Yanga ukiingia pale unasimama mwanzo hadi mwisho mpaka kipenga cha dakika tisini kizamalizika. Leo hii watu tunakaa kwenye viti. Nililia mimi mpaka damu za pua zinitoka, kwa sababu ya asili hiyo tumekosa kombe na hakuna sijua, lakini mimi nasema hivi kwa mara yangu ya mwisho, ya kwanza na ya mwisho tukilikosa hili kombe hapa hivi sasa wakilichukua Waarabu halitochukuliwa tena kwa timu ya yoyote, eh, kwa sababu Simba ndo bingwa, Simba ndo, ndo yenyewe. Yani Simba ndo wanaeleweka Afrika nzima sema kwamba wakilikosa Simba safari hii wakachukua Arabu, alitachukuliwa ni kivipi? Wakati Simba wamelikosa, au na maanisha timu gani itachukua tena? Hawatochukua mtu yoyote ile, kwa sababu Simba atakuwa ameshalikosa mara ya pili. Nani tena atatokea zaidi ya Simba Kaleta kombe? Bahati mbaya hmm. akuchukua kutokana na kanuni ilikuwa mbili mbili, wamesubiri kwenti tatu zile azipate mpaka dakika mwisho, hakuna ni zero juu ya zero tu. Ukifanyia mwenzio fitna na yeye, huko naye utafanyiwa fitna. Kwa hiyo wale wamefanywa fitna na South Africa. Sasa sisi tumefanyiwa fitna na, na nani? Hapo mwarabu ataki atafungwa, asitaki atafungwa. Mimi nakwambia, ataki mwarabu atafungwa, asitaki atafungwa. Kisi tatu 0 mimi niwaambia wachezaji wa Simba wasije wakafanya umafia kama vile kuwaacha mabeki wale wa wajamaa wakafanya wanavyotaka wao, wajitume kadri ya uwezo wao ama zao ama za Simba, lakini ubingo upatikane. Tatu bila. Tatu bila. Na yoyote ambayekuwa taka nini kwa namba zangu nitazitaja hapa, tawatajia namba. Uwezo tatu umeziona. Ah, nasemaje hii sa mimi naelewa mimi ninaelewa sana kwamba Simba ikishinda ikitaka kufunga ikishinda popote pale, moyo wangu unakuwa burudani, na Simba ikifungwa popote pale atakapokwenda, moyo wangu unadunda kama vile saa sawa. Lakini kwa Simba kwa hapa Dar es Salaam au Zanzibar hii, sijui Allahu yaalam, ibakie kudra mnyazungu. Lakini kombe litakaa Zanzibar kwa Mzee Mwinyi pale, alafu ake ndo litarudi huko, nnachozungumza mimi hapa kwenye ITV likipatikana kombe, na wasije wakatokea watu wengine kushangilia wakaharibu waka vitu vya vi watu wakaja wakaambiwa ni watu wa Simba. Naiomba serikali iwe makini kwa hilo na naiomba serikali iwe makini kwa hilo. Mashabiki wa Simba wanawake, wanaume, popote pale, tuwe na kitu kimoja. Hebu wakaribishe mashabiki wa Yanga kwenye mechi. Ah, kama wapo karibu wasogee wa, wa, wa, lakini kwa pale ndani watu wachie Simba wenyewe. Ah, sasa si wote watu wa mpira. Hapana, hapana tunataka sisi kilio, kama ni kulia, sisi Abale, teda, kama ni tulie sisi wenyewe habari ya mtu mwingine pale tumtake tena, kama ni mimi sitaki kabisa kumuona mtu wangu jirani yetu pale, namba ni sifuri sita themanini na tatu tisini na moja thamanini na saba kumi na tatu. Nataja tena sifuri sita nane tatu tisa moja nane saba moja tatu hizi hapa.